Ma Padini Kata alionekana na hiki kibegi akitoka pale Jimboni anaelekea kwenye stendi ya ya, ya, Mfaranyaki. Kile kibegi tulichowaambia ni hiki hapa na hiki kibegi tumekikuta kimelazwa toka Padini Kata alipofika pale na tayari kimeshaanza kutengeneza mchwa, lakini tumekuta hiki kitaulo na hiki kitaulo kilikuwa ndani ya kibegi, lakini alipofika alikitoa hiki kitaulo, ndio alikuwa anakitumia kama kama kilago chake cha kulalia lakini tumemkuta na passport, lakini tumemkuta na simu hii. Simu hii simu padri alizima, lakini sio kuizima, ameformat. Yani sasa hivi ukiwasha hii simu upati chochote, ameformat akijua kabisa tutamtafuta. Kwa hiyo ili tusimpate akaamua kuiformat hii simu, sio kuizima tu, kaiformat kabisa hii simu ili tusipate chochote. Kwa hiyo mwa tuweze kupata message, wala tuweze kupata chochote, lakini tunazo message za watu wake wa karibu ambazo zinaeleza tabia zake zote. Padri uh, alikuwa na karanga kwenye begi lake, na alikuwa anazitumia kama chakula. Kulikuwa na maji lakini ikimiminika, padri alikuwa na pressure inaonekana, ikimiminika ni kama dawa ya kienyeji ya ya, ya pressure. Lakini padri alikuwa sasa amebadilika, maana hii ndio kofi yake alikuwa anavaa. Kwa hiyo kama ungekutana naye, kimsingi usingegundua kama huyu ni nani, ni padri. Ndugu waandishi wa habari, hiyo ndio hali halisi. Jeshi la polisi uh, litaendelea kufanya kazi kwa karibu na taasisi yoyote ile, na jeshi la polisi halina mtaala wa kuteka na wala halijawahi kuwa na mtaala wa kuteka. Asante. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.